Bwana Diamond Platnumz bwana kama unavoelewa kwamba hajapoa Eh, nadhani unakumbuka kwamba Diamond bwana ni mtu ambaye weka tuweke kitu yani, wakitaka kuweka ngoma out of nowhere <laughs> kama Aguero enzi zile, ni kwamba Diamond akaachia mawe mawili, akaachia babu, akaachia na Katamu, then watu wakaanza kulalamika kwamba dai bwana Diamond kama vile amemkabia kwa juu Mboso kwa sababu Mbosso alikuwa mea, ametangaza kuachia EP yake Jumatatu, alafu Jumamosi Diamond ameachia mikwaju miwili, kwa hiyo Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na yule binti akakata miuno kwenye ile ngoma ya bonge la dada. Mpaka sasa hivi hapa bonge la dada pamoja na power vimekuwa talk of the town. Umeona bwana eh? Hiyo ni miujiza tu ya Mwenyezi Mungu amemsaidia Mboso. Sasa na kuja upande wa pili huko kwa Konde Boy. Konde naye bwana alitangaza kwamba anaachia ngoma yake siku ya tarehe ishirini na saba siku ya Ijumaa leo. Na ngoma yake ni international collaboration ambayo amefanya na King Rudy, Rude Boy kutoka Nigeria A katika kundi la P Square, ngoma ni kali kweli, lakini sasa out of nowhere kama kawaida, kama Aguero, Diamond bwana amekuja kuachia mkwaju huu hapo ambao unakwenda kwa jina <laughs> Mondi bwana. Mondi <laughs> wanakuambia kwa kwamba Mondi amekabia kwa juu, kwa hiyo Mondi bwana ameachia jiwe uh, on the spot Um, Diamond Platinumz hakutangaza hakusema kwamba ataachia ngoma wala nini, ndio maana tunasema kwamba out of nowhere ni kwamba Platinumz ameachia ngoma yake. Sasa hii ngoma inakwenda kwa jina la ya... yeah, so ngoma inakwenda kwa jina la down eh, bwana, ngoma inakwenda kwa jina la down, yani shuka au chini, umeona bwana, yani get low. You already know. So ngoma hii bwana Uh, imetoka rasmi na tayari sasa hivi, uh, watu wanaruka nayo uh, na leo ukizingatia leo ni uh, Friday kwa watu, kesho waende kazini kwa watu, leo wanapita sehemu za bata na ugenda batani, bwana lazima utakutana na uomua, watu wanaruka nao kama kawaida, unakwenda kwa, uh, kwa jina la down. Sasa huku pia upande wa pili kuna ngoma inaitwa best couple ya Harmonize na Rude Boy. Sasa hapo utakuwa unaelewa kwamba unaelewa kwamba huku ametoa ngoma ya mapenzi Eh bwana, alafu huko upande wa pili mwamba ametoa nyimbo ya kuruka, nyimbo ya kupare. You already know. So hivyo ndivyo mambo yalivyo sasa. Eh, hapa kuna wadau mbalimbali mbali wamekuja kuzungumza yakwaa kuhusiana na hii issue, na tunafahamu kabisa kwamba huko mitandaoni katika comment section tumepita katika comment nyingi sana, tumeona wadau jinsi wanavyosema kwamba Diamond ameamua kuwakomesha hawa Ha, alianza na Mbosso kabali, na this time around sasa, ameenda tena kumtia kabali Konde Boy. So down inafanya poa the same pia, kwa upande wa Harmonize naye pia ngoma yake inafanya poa lakini down inafanya poa zaidi, kwa sababu kwa jinsi ambavyo sisi tulivyofanya research hapa Trend TV. Umeona bwana, sasa ukija upande wa pili ni kwamba hapa kuna wadau mbalimbali hapa wamekuja kuzungumzia hii issue kama nilivyosema hapo awali, na huyu hapa bwana si mwingine bali ni Elmando. Elmando tunamfahamu ni mchambuzi na pia vile vile ni mdau mzuri tu wa muziki wa Bongo Flava na Entertainment kwa ujumla ambapo yeye bwana amekuja kulizungumzia ile swala la ngoma ya down down down ya Diamond. Plan ni mzee. Elmando ameanza kusema kwamba Diamond anakabia juu sana, watoto wadogo hamwezi kuelewa. Haya ni maoni yangu mimi kama Elmando. Moja kwa moja hii ni hit. Hakuna kuniuliza maswali mawili mawili hapa. Diamond anajua anachokifanya na ameona soko la kimataifa linahitaji nini kwa wakati gani. Usicheze na show za London, Manchester na Summer Jam, wewe twende chini, yani down. Uh, nikisema Diamond mwenyewe mambo ya kuandika sana hataki Mondi. Uh, huu ndio mziki wake Hicho yeah, ni kitu ambacho tunaelewa kabisa kwamba Diamond sio mwandishi sana wa kuimba nyimbo za kulialia siku hizi yani, ni mtu akuachia mapini kama haya, watu waselibuke wa nayo maisha mengine yaendelee. So hapa Elmando akaendelea kusema kwamba leo tunazungumzia benga mpya kutoka kwa Diamond Platinumz ambaye ametuletea ye mwenyewe, inakwenda kwa jina la Down kwa kushirikiana na Xman, Xman, Xman, RSA, Lintoto na Xman RSA Masterpiece kutoka Sauze ni ngoma yenye muunganiko mkali sana wa mapiano ya Afrika kusini, ladha ya bongo kwa mbali, maana Diamond anajua hii ladha anawaletea Waswahili. Hizi sasa ndiyo club hits za kimataifa ambazo Diamond anahitajika kufanya kwa sasa. Anza na shoe kwa masava, utanielewa. Biti kali kama hizi estukizi anaziwezea sana kwa sasa. Mimi ukiniuliza leo, eh, ukiniuliza leo Diamond upande wa lyrics hazingatii sana, yeye ni mwendo wa vionjo, na ndiyo duniani kunatakiwa vitu. Kwa hivyo kwa sasa mambo serious baki nayo wewe, maisha ni magumu, waletee lyrics ngumu za nini watu kwa sauti ya Steve Nyelele. Ya nini mie, kwa mashabiki wa Diamond, hii ni zawadi ya kuonyesha kuwa bado anashikilia kiti chake cha juu kabisa kwenye game na kwa mashabiki wapya ni introduction kuwa mzee wa wa dance flow ametimba. Hii ni down, si ya kukaa uh, siyo ya kukaa nayo kimya. Cheza, share, rudia, play that beat, alafu then shuka chini. Wakikuuliza kasema nani, waambie Elmando. So Elmando ndo amezungumza hivyo, so hii moja kwa moja watu wameruka nayo na katika mitandao mbalimbali mbali, au katika peji mbalimbali watu, bwana, nyimbo ni kali sana kwa kweli. Mr. Mwanya sawa na mimi pia kesho, msikilize, msikilize ngoma yangu nyimbo wala, wala, wala nini. Yeye anaachia inatoka ya ya hii huyu ngoma ya Down ukipita katika page yake hmm? vile vile, uh, ya ngoma iende, vile vile ni kwamba Diamond bwana. Yani hata kwenye kuandika humo ndani ukisikiliza bwana, hajaimba kitu chochote kigumu cha kufanya uanze kufikiria. Ameimba vitu simple sana. So it is what it is. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section. Hizi ni moves takriban tatu hivi ambazo au nne ambazo Diamond amezifanya mwaka huu ambazo zote ni perfect moves. Umeona, stand on business. Maana yake ni kwamba jamaa amefanya show kali kwa fedha ndefu jamaa ameenda kufanya show internationally hapa Afrika kwanza, then amefanya show internationally. Alafu mchizi siku hizi mapenzi ya msumbui binti katulia. Alafu kitu kingine to kama hivi anaachia hiti. Hii ni hiti automatically obviously, hii ni hiti. So it is what it is. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako na wewe katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.